Ni jukumu letu sisi wote wana Kinondoni, sisi sote wanakawe wana dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha tunakuwa sehemu ya kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto wetu, hasa watoto wa kike bila kuwaacha watoto wa kiume. Watoto watoto, msikubali kudanganyika. Usikubali kupata vitu vya bure bure, hasa kwa mtu usiye mjua mtu usiyemfahamu, usikubali lifti za bodaboda, lifti za bajaji, lifti za magari kwa mtu usiyemjua. Kama umezoea na imekuwa ni kawaida kwenda shule kwa miguu au kupanda daladala, basi tumia miguu yako, tumia usafiri kama ambavyo wazazi na shule wanaofahamu, kwa sababu tumeona pia changamoto kingine kichocheo ni huu urahisi wa kutaka kupanda bodaboda, bajaji na magari kwa watu ambao sio wajua. Kwa hivyo tutaendelea kuwalinda watoto wetu, mnachotakiwa kukifanya tu, na ninyi pia mjilinde. Na sisi kama viongozi tunatamani mtupe taarifa za matukio ya kihalifu na, matukio na na, na uhalifu wenyewe, na taarifa hizi zitoe pale kwenye shule zitoe pale kwenye serikali ya mtaa, na hapa tuna mwenyekiti wa mtaa huu wa Mzimuni Toa taarifa kwa mtendaji wa kata, mtendaji wa mtaa, peleka taarifa kwenye kituo cha polisi. Ukiona mtu anakunyemelea nyemenyela na ana mwenendo usiokuwa unafaa, wewe tusaidie kwa kutupa taarifa serikali, peleka taarifa pale kanisani au pale msikitini, sehemu ambayo unaona hapo patakuwa salama, na sisi tutachukua hatua kwa haraka sana, kwa sababu tunafahamu madhara makubwa ya ukatili unaofanywa kwa watoto wetu maisha shule kwa ujumla inaweza ikaharibika kabisa. Kwani toa wito sana kwa wazazi, na hapa nashukuru tuna wazazi baadhi wako hapa. Tuendelee kuimarisha malezi bora kwa watoto, na niombe sana walimu, tunapokuwa kwenye mashule tuendelee kuwa karibu sana na watoto. Afahamu walimu ambao wameleta hawa watoto, mko vizuri, basi tupeleke ujumbe pia kwa walimu wenzetu wengine, ili watoto wetu tuendelee kuwalinda na kuwa nao karibu ili waweze kuwa salama zaidi. Basi baada ya kusema hayo niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na nitamke sasa kongamano hili kwa ajili ya ulinzi na usalama wa mtoto limezinduliwa rasmi na, lime na, tusitoke hapa kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo ya yanaendelea.